o kubwa la kufanyika mkutano huu ni kupitia taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya tume kwa mwaka wa fedha 2024 2025, na tutakuwa na fursa ya kupitia kwa kina matumizi ya fedha eh, katika mwaka wa fedha uliopita, changamoto zilizojitokeza maeneo ambayo yanahitaji maboresho ya kimfumo na kiutendaji ya shughuli zetu za tume. Ndugu wajumbe, sote pia tunafahamu kwamba bajeti ndiyo nyenzo itakayotuwezesha kutekeleza yale yote ambayo tumeyapanga. Ndiyo itatuwezesha kupanga, kutekeleza na kutathmini shughuli za taasisi kwa ufanisi. Hivyo, mjadala wetu wa leo una umuhimu mkubwa sana sana katika kuhakikisha kwamba rasilimali tunazopata zinatumika kwa uangalifu, weledi na manufaa ya tume na taifa kwa ujumla wake. Kwa hiyo ninawapongeza sana kwa kuandaa mkutano huu kwa kwani baraza la wafanyakazi ndio chombo pekee kinachounganisha management na wafanyakazi katika e, taasisi hii na kujadili masuala muhimu ya taasisi ikiwemo bajeti ya taasisi yetu. E, ndugu wajumbe, usimamizi wa pamoja wa masuala ya fedha katika taasisi za umma ni jambo ambalo ni muhimu sana pia ukifanya, ukifanyika ipasavyo kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, hii inasaidia kupunguza malalamiko, migogoro, kudhibiti mianya ya ubadhirifu na kujenga tabia ya uwazi na uwajibikaji wa pamoja kwenye taasisi. Kwa hiyo ndugu wajumbe, ninawahimiza wajumbe wote mliopo hapa mshiriki kikamilifu katika kupitia taarifa za utekelezaji wa bajeti na kutoa hoja na kuchangia, kutoa maoni na mapendekezo yenye kujenga. Tambueni kwamba huu ni mkutano wa ushirikishwaji, na hivyo kila sauti ina thamani na kila mchango wenu una nafasi ya kuboresha mwelekeo wa taasisi yetu. Kwa hiyo nyinyi mjitambue kabisa ni wawakilishi wa wengine. Kwa hiyo kama mmewakilisha wengine, tunatambua kwamba na wengine pia wapo, na ndio maana nasisitiza sana e, mchango wenu na majadiliano yanayojenga. Ninawahakikishia kwamba uongozi wa tume uko tayari kusikiliza, kujadili na kufanya maboresho pale inapobidi, ili tufikie bajeti ambayo inaakisi vipaumbele vyetu uwezo wetu wa kifedha na matarajio ya wadai, ya wadau tunao wahudumia. Ndugu wajumbe, nimeelezwa kuwa katika mkutano huu kutakuwa na mada tatu ambazo zitawasilishwa. Mada hizo ni pamoja na utekelezaji wa bajeti ya tume kwa mwaka wa fedha ishirini ishirini na nne na ishirini ishirini na tano ambayo itawasilishwa na mwezeshaji kutoka Tume. Mada nyingine ni kuhusu magonjwa sugu yasiyoambukizwa, MSY kwa kifupi, ambayo itawasilishwa na mtaalamu kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa na nyingine ni ya mfuko wa uwekezaji maisha UTT.